Loeva Ministry mlima wa ibada kwa kuhani Eliah Abel Haule Jumapili hii ya tarehe 22 Juni elfu mbili na ishirini na tano. Kuhani mkuu Eliah Abel Haule amekuandalia ibada ya kipekee sana inayoongozwa na utangulizi wa neno la Mungu. Njoo na imani yako pasipo shaka yoyote, maana kutakuwa na ufungulivu, uponyaji magonjwa sugu matatizo sugu yale yote yaliyoshindikana, tukiamini siku hiyo kwa Yesu yatawezekana, kwa kuwa katika kitabu chake kitakatifu ile Warumi kumi kumi na saba inasema basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ibada yetu itaanza saa tatu kamili asubuhi, tutakuwa live kupitia chaneli yetu ya YouTube, utaingia kwa jina la Loeva Ministry. Tunapatikana Kimalasuka Gorani g 9. Kwa mawasiliano zaidi, Vodacom ni 07, 6, 2, 8, 5, 6, 9, 8, 0, Halotel sifuri sita moja mbili moja mbili mbili sita mbili moja wewe unayetokea lokesheni yoyote, pale panda gari ya Kimara, shuka Kimara Suka, chukua usafiri ambao utakufikisha Golani J9, hapo utakuwa umefika kanisani. Tunawakaribisha watu wote kwa upendo mkubwa.